Jamii ya Wapokot imetakiwa kutumia mbinu za kisasa kuzalisha vyakula ili kutumia vyema ardhi ndogo yenye rutuba inayopatikana katika kaunti ya Pokot Magharibi. Hatua ambayo inanuia kusaidia kukabiliana na uhaba wa chakula unaolikumba eneo hilo. Colin Shitebai na taarifa hiyo kwa kina. Hapa ni katika maonyesho ya kilimo ya kaunti ya Pokot Magharibi. Japo wakaazi wengi ni wafugaji idadi yao inaashiria wanahamu ya kuingia kwenye masuala ya uzalishaji wa vyakula ingawa wanakumbwa na changamoto ya ardhi ndogo yenye rutuba inayoweza kulimwa. Usomea wenyewe ili tuweze kufukuza mambo ya njaa, mambo ya umasikini, maanake ukikuja kusoma hapa, shamba ndogo unaweza kuweka chakula mingi na si pia eh, tuna encourage wakulima wetu wa take advantage kwa mambo ya, uh, insurance ya wanyama wao. Gavana wa Kaunti ya Pokot Magharibi Simon Kachapin akiwataka wakazi kujifunza mbinu za kisasa za kilimo. Kwa hivyo hi maonyesho pia iko na mambo haya yote yeah. maonyesho yote ya kuonyesha ni nini tunawezafanya kama kaunti ya West Pokot, sababu tunasema hii kaunti ni kaunti of hidden treasures. What is this as hidden? If you see the kind of, uh, crop production ambaye uh, tumeona hapa eh, tunasafanya kazi na, uh, na local partners. Kwa upande wao, baadhi ya wakulima waliohudhuria maonyesho hayo walielezea kuwa mafunzo ya kilimo cha umwagiliaji maji mashamba, matumizi ya mbegu bora na teknolojia ya kuhifadhi maji yamewapa matumaini ya kuongeza mavuno hata katika maeneo haya yenye mvua haba. Aidha, wadau katika sekta ya kilimo wameitaka serikali ya kaunti kuwekeza zaidi katika miundombinu ya umwagiliaji maji mashamba na kutoa mikopo nafuu kwa wakulima wadogo ili kuongeza uzalishaji na kupunguza utegemezi wa chakula kutoka kaunti jirani. Hiyo baadhi ya mbinu za kisasa za kutekeleza kilimo ili kuhakikisha eneo hili lina chakula cha kutosha. Collins Shitiabai, Runinga ya by, Citizen, kutoka uwanja wa maonyesho ya kilimo kaunti ya Pokot Magharibi.